Unatafuta suluhisho za kuepuka kadi za makaratasi? Well, nina habari njema kwa ajili yako. InvitePro ipo kwa ajili yako. Tunakuletea kadi za kielektroniki smart na za kisasa ambazo utatuma kadi za mwaliko na michango kwa njia ya WhatsApp na SMS. Na hizi ni huduma zetu: tuna design kadi za mwaliko na za michango, kadi nzuri zenye mvuto. Wateja wote watapokea kadi zao za mwaliko, aidha awe na smartphone au kitochi tunatoa huduma zetu kwenye mikoa yote ya Tanzania. Tufuatilie kupitia ukurasa wetu wa Instagram at invitepro_ au tupigie simu kupitia 0747474098 au tutumie ujumbe kupitia WhatsApp 0763570877. Karibuni. Jeshi la Polisi Mkoa wa Dodoma limethibitisha kifo cha msanii maarufu wa vichekesho Emmanuel Matias Matebe maarufu kama MC Pilipili kilichotokea Novemba 16, 2025 katika kituo cha afya cha Ilazo jijini Dodoma. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma leo, Novemba 19, 2025, kamishna msaidizi wa polisi William Mwamafupa amesema kuwa MC Pilipili alifikishwa kituoni hapo akiwa katika hali mbaya na alifariki dunia majira ya saa 9 alasiri. Taarifa kwa umma Jeshi la Polisi Mkoa wa Dodoma linathibitisha kutokea kifo cha Emmanuel Mathias Matebe, maarufu kama MC Pilipili, mkazi wa Swaswa, jijini Dodoma na Dar es Salaam, ambapo Novemba kumi na sita 2025 majira ya saa tisa mchana marehemu alifariki katika kituo cha afya Ilazo kilichopo Dodoma, kabla ya kufikwa na umauti majira ya saa nane mchana msaidizi wake Hassan Ismail alipigiwa simu na mtu asiyefahamika na kuomba wakutane naye, na baada ya muda walifika watu watatu wasiowafahamu wakiwa na MC Pilipili ndani ya gari dogo jeupe na walimkabidhi MC Pilipili akiwa na hali mbaya, na wao wakaondoka. Uchunguzi wa awali wa Jeshi la Polisi kushirikiana na wataalamu wa afya umebaini MC Pilipili alifariki dunia baada ya kushambuliwa maeneo mbalimbali kwenye kuemtikaa mwili wake. Jeshi la Polisi linaendelea kufanya uchunguzi kubaini wale wote waliohusika na tukio hili, mara baada ya kuwapata taratibu za kisheria zitaendelea dhidi yao. Na binti aliyebakwa mbele ya kituo cha mabasi cha nao akiwa anatoka Mwanza kuja Dodoma, kama jeshi la polisi, taarifa hizi na mpaka sasa, ah, hizo taarifa, taarifa zipo, lakini mpaka sasa hivi tunaendelea na uchunguzi kuweza kumtafuta mhalifu ambaye amehusika na hilo tukio la, la kubako kwa kwa huyo binti pale stendi. Lakini nyuma ya eh, huo ubakaji, kosa linaanzia kwa basi kumshusha nje ya kituo cha mabasi gine. Sasa nyinyi, wito wenu kama jeshi la polisi, ambao pia mnaratibu usalama barabarani, wana basi aliopanda la alis ilimshusha kule, ambapo alitakiwa akashushwa Nanenane, walishushwa na ilikuwa usiku Siku, wito ama pia ah, wito wetu ni kwamba wale ambao wanashughulika na vyombo vya usafirishaji, tunatoa wito kwamba wawashushe abiria wao maeneo ambayo ni maalum na ambayo yametengwa na serikali kwa ajili ya huduma ya kushusha abiria na kupakia abiria. Kitendo ambacho cha kushusha abiria sehemu ambayo sio rasmi, sisi kama jeshi la polisi tuna tunakikemea na tuna tunawataka tuna wale wahusika wa, wa usafirishaji wasifanye vitendo kama hivyo kwa sababu vinapelekea maafa au madhara dhidi ya abiria. yes. naitwa James Guma, natoka Clouds. Pande tukio la MC Pilipili kama ni kama ni la pili kwa mtu maarufu ukiachana na lile la Mandojo, na lile la Mandojo hakukuwa na taarifa zaidi kwamba kile kwa, uchunguzi ulishia labda ni lini sasa uchunguzi unakamilika? la Lakini pia unawaambia nini Watanzania, hasa kuwatoa hofu watu maarufu wanaokuja Dodoma, kwa sababu inaonekana mtu wa pili sasa maarufu anafariki akiwa Dodoma, hasa kwa kupigwa hivyo kama ambavyo ametokea kwa msingi. kwa sababu ni issue ambayo bado iko kwenye kwenye upelelezi, niwathibitishie tu umma kwamba mji wa Dodoma uko salama, na niwa niwathibitishie kwamba uchunguzi unaendelea kufanyika na pale ambapo tutafanikiwa kuwakamata wahalifu basi tutawaita na tutautarifu umma kwamba wale waliohusika nao matukio tumewatia mbaroni na taratibu za kisheria zinaendelea. Kifo cha MC Pilipili kimetikisa tasnia ya sanaa na burudani nchini, ambapo wasanii na wafuasi wake wameendelea kumiminika mitandaoni kutoa salamu za rambirambi na kushangazwa mazingira ya kifo chake. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Shindi Media, bila kusahau subscribe. Comment, like na share ili tuendelee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 Sipoteze muda wako kutembeza kadi nyumba kwa nyumba, watumie kadi dialect kwenye simu zao za mkononi, iwe smartphone au kitochi. Tupigie kwa simu nambari 07474098 au tucheki WhatsApp kwa namba 0763530877. Kwa kadi za kijanja, sisi ndo namba moja.